22.9 kwa eneo la, la mikoa ya, ya, ya ukanda wa Pwani mikoa ya Dar es Salaam Pwani pamoja na visiwani. Ah, hali ya joto ambayo itakuwa ya chini zaidi inatarajiwa katika maeneo ya mikoa ya nyanda za juu kusini magharibi ambayo nimeitaja, ni kiwango cha chini ya nyuzi joto 12. Ni kiwango kwacho kutarajiwa kwenye maeneo haya. Ah, kwa hiyo viwango hivi vinatofautiana, ndani ya taarifa yetu tumefafanua Uh, maeneo gani yatakuwa na joto kiasi gani ya, katika kipindi hichi ambacho tunakiendea cha msimu wa kipupwe. La pili, swala la Bwana Robert uh, alitaka kujua hizi mvua za, za nje ya msimu zinaweza zikaa na madhara gani uh, mvua za, za nje ya msimu kwa kifupi ni mvua ambazo hazitarajiwi kuwa na madhara yoyote makubwa, kwa sababu hata kiwango cha mvua zenyewe zinazotarajiwa zina, zina, kunyesha hazitarajii kuwa kikubwa lakini nitoe tu angalizo hapa kwamba um, jinsi mifumo inavyojiimarisha na inavyokuwa na na mwingiliano na, na mifumo mingine ambayo inajitokeza katika vipindi vifupi yani vipindi ambavyo viko eh, ni vifupi zaidi yani uh, ina ina, ina kwa, kwa ya hiyo miezi mitatu, hali hiyo inaweza ikasababisha kuimarika kwa baadhi ya mifumo ambayo inaleta ina hizi ina mvua za nje ya msimu, na mvua hizo zikawa na ukubwa au zikaambatana na na upepo, kwa sababu kipindi hichi pia tukumbuke kipindi ambacho kunakuwa na pepo kali za kusi ambazo zinakuwa zina zinafika zina, zina katika maeneo ya nchi yetu. Kwa hiyo kulingana na hivyo viashiria vingine uh, kama kutahitajika tahadhari yoyote ya ya kutoa ya, kwa wananchi kulingana na madhara ambayo yanaweza kawa yanaonekana, basi mamlaka itatoa tahadhari hizo mapema kadri itakavyowezekana. Swala la Bwana Emil alikuwa uh, anataka kujua uh, kipindi cha baridi katika mikoa hii itaendelea mpaka lini? Kipindi hii cha baridi ni kuanzia mwezi huu wa Juni mpaka mwezi Agosti, mwezi Juni mpaka mwezi Agosti. Lakini matarajio ni kwamba katika huu mwezi wa Juni na Julai hasa ndiyo baridi itakuwa kali zaidi katika maeneo hayo niliyoyataja. Tutapokwenda mwezi Agosti, tunatarajia kwamba hali ya baridi itakuwa inaanza kupungua katika maeneo hayo.